Uh, habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida bida, ni mtaalamu wa tiba asili Afrika, napatikana Dar es Salaam yombubuza kwa Mama Kibonge, ukifika uliza alipokuwa baa Gadafi zamani, tuko hapa mtaa wa Gadafi. Huyu hapa ndio Babu Bidabida bida mwenyewe, na hakikisha mawasiliano yangu ni jumrisha mbili, tano, tano, saba, sita, tano, nne, tano nane tisa mwisho kumi. Hizi ndio namba zangu za simu leo tuna discuss kiumbe ambaye anaitwa jini Kuruthumu. Jini huyu sifa zake ni jini wa kike kutoka katika koo za sultani koo za kina Suleiman, lakini pia alikuwa mtumishi miongoni mwa watumishi wa Suleiman bin Daud. ni jini wa kumi na moja kiukubwa miongoni mwa koo zake, na ana majeshi ya wafuasi mia na sitini na moja tisini na moja eh, kazi zao ni wito wa mali lakini tisa, kwa ajili ya kinga, mazingara yaani utofauti, na mambo mengine miujiza kadhalika. kumi na moja ni kukupa madaraka ya juu zaidi, na ishirini na mbili kuvuta vitu kwa haraka, mfano wa pesa, madini, vitu vya kale, kuleta e, katika harakati zako, na kutoa siri kwa watu au kikundi fulani. Yani ana uwezo wa kukupatia vyote hivyo watatu Uh, yao ni kuzuia mauti za ghafla zile, yani huto kufa kwa haraka yani, lazima ufike uzee yani, tunawaona wazee wengi sana sasa hivi wanazeeka uh, umri unapitiliza zaidi na zaidi, wanaishi kwa umri mrefu zaidi. Kwa hiyo mara nyingi wanakuwa wanatumia hata huyu kiumbe, ana uwezo wa kukuvusha zaidi na zaidi. Majini saba ni usafi na kazi zao ni kufanya usafi katika maeneo yao utakaewakabizi. Kwa mfano kama mimi nina eneo, shamba, nyumba, basi watafanya usafi haraka iwezekanavyo. Kila ukipita unahisi ni pasafi zaidi, na unaona hakuna uchafu wote, hata kwenye swala la kilimo. Watano ni utunzi wa vitabu, upatikanaji wa vitu mbalimbali mbali. E, lakini pia upataji wa tuzo pamoja na vyeo unavyovitaka wewe, na utapata kwa haraka iwezekanavyo ukiwa na kiumbe huyu Kuruthumu. Lakini pia mmoja kazi yake ni maono kukupa taarifa atakayoitaka wewe mtumishi kwa muda huo yani wewe ambaye unaemiliki basi unaweza ukapata kitu chochote kutoka kwake kwa muda huo husika lakini sita kazi yao ni za kivita yani, ulinzi na madaraka uchoraji wa ramani kwa maafisa wafalme na watabiri mbalimbali walimtumia jini huyu kama miongoni mwa kazi hizo Umenielewa, zamani jini huyu alikuwa anatumika sana kwa kujua sehemu walizojificha maadui waasi maafisadi karibu na ngome za kifalme, umeelewa. Lakini jini huyu uh, miongoni mwa wale wafuasi wake mia na sitini na moja uh, wanne wanahusika kwenye masuala ya urembo pamoja na upambaji, na huyu jini uh, Kuruthumu alikuwa anatumika na wanamitindo mashuhuri katika kuleta mavazi ya kipekee katika falme na kuwapa ushindani mkubwa sana wapinzani. Yaani, alikuwa na uwezo wa kufanya chochote kile ambacho kukupatia wewe ulembo, kukupatia design ambayo labda duniani haikutokea, we ndio mwanzilishi. Umeona. Kwa hiyo ana vitu vingi sana lakini wawili kuongea lugha yoyote duniani. Jini huyu pia alitumika na wasomi wakubwa na kutoa sifa zidi yao. Unamkuta mtu anaongea lugha nyingi zaidi, kumbe anatumia vitu fulani. Lakini unakuta mtu ana uwezo kupita mtu wa kawaida, yani mwanadamu wa kawaida, kumbe anakuwa anamiliki viumbe. Jini huyu ni miongoni mwa majini e, wema sana, wacha Mungu, wana hofu na Mungu, asiyependa e, tuseme asiyependa maasi eh. Ukiwa na huyu atakufanya uwe karibu na Mwenyezi Mungu, atakufanya uwe mpole, ukarimu, nyenyekevu na huruma mbele za watu. Pia vilevile vile, anapenda mtu anayetoa sadaka, zaka e, msafi, mwenye upendo na majirani zake, familia yake, hata jamii inayomzunguka kiujumla. Jini huyu anapenda anapenda anapenda sifa, hivyo muda wote anapenda kusifiwa, anapenda kupuliziwa manukato mazuri katika kito chake au pete yake. Kito chake mara nyingi anapenda kutumia rangi ya bluu, kijani feruzi eh, lakini pia ni kito au silver. Lakini anapenda sana wanaume kuliko wanawake. Si kama mwanamke hawezi kummiliki, anaweza kummiliki lakini anapenda sana eh, mwanaume. Anaamini hakuna mwanamke mzuri kumpita yeye eh, na ndio maana anapenda sana, na kweli Kuruthumu ni jini mrembo sana na ni mzuri kupita majini wengi wa kike. Anapenda sana kuitwa katika siku zake, kwa mfano siku ya Alhamisi, Jumapili, Jumatatu eh? Anaamini hizi ni siku zenye baraka sana juu yake. Kwa hiyo hata wewe mwanafunzi wangu ukitaka kukaa riadha yake ni riadha siku tisa, basi itakupasa ukae miongoni mwa hizo siku. Ampendi mwanaume ambaye anayetesa familia, majirani, wanyonge, hata watu wasiojiweza. Hampendi mwanaume wa namna hiyo, wala mtu wa namna hiyo. Hizi ndio miongoni mwa mwana sifa zake na sharti zake, unapaswa kuzizingatia. Anapenda michezo wa kutekenyana tekenyana, yani anapenda kufanya mapenzi, yani ni, ni kupelekewa moto tu muda wote. Lakini pia umbile lake na la kawaida hivi, akija ni panzi au balale au nzige au nzi, au kipepeo. Lakini pia anaweza kum, kulimudu umbile la mwanadamu kwa muda wa zaidi ya masaa ishirini. Sauti yake ni mzuri na nyinyororo, sio sauti kubwa ya kupaza, ni sauti ndogo yenye usikivu. Mavazi yake ni meupe E, lakini pia kijani e, njano kwa hiyo anapenda hivyo kukaa kwenye mavazi fulani hivi mazuri mazuri. Huyu ni jini uh, mzito sana, hivyo katika kumuita inahitaji kujitoa sana. Unaweza kuita na asije, kwa hiyo utarudia mara kwa mara zaidi mpaka atakapokuwa anaweza kuwasili. Ikitokea umekuwa na huyu jini e, basi umaskini kwako sahau, kulala njaa kwako sahau kukosa michongo ya pesa kwako wewe sahau. Jini huyu anapenda mmiliki wake mashuhuri, awe mchangamfu e, awe machachari, awe mtu mwenye kupenda sifa kushow off sana yani, yeye anampenda mtu hivyo, na anamilikiwa na dini yoyote, yani wewe ukiwa Muislamu unamiliki, ukiwa Mkristo utamiliki. Akatazi unywaji wa pombe e, uvutaji wa sigara, tabia ya umaraya. Umaraya yeye akatazi, ila tu utakuja kuiacha by automatic kwa sababu wewe mwenyewe utaona aibu, kiumbe unayemmiliki atumii hivyo vitu, wapendi hivyo vitu. Yani yeye muda wote yuko bize na mambo ambayo wewe utakayomtuma, umeona. Kwa hiyo atakufanya uwe karibu sana na Mungu. Kwa hiyo mwanafunzi wangu, uh, jini Kuruthumu ni miongoni mwa majini wazuri katika. Nimefundisha majini wengi, lakini huyu ni the best best best chooser. Lakini pia ukihitaji kummiliki huyu, unahitajika uandae chumba tupu eh ambacho chumba hiko kinahitajika kisiwe na kitu chochote ndani, yani kusiwe na kitanda wala, yani kuwe na chemuli labda, e, au mshumaa labda, umeona. Kwa hiyo kuna vitu tu unatakiwa uwe navyo baadhi, lakini pia uh, utakiwi kula vitu vyenye roho. Vaa mavazi miongoni mwa mavazi ambayo yeye anayoyapenda, na utakaa ndani kwa muda wa siku tisa. Hakikisha kusiingie na mwanga wa kutoka nje, mfano jua lisipite na mambo mengine kwa sababu inahitajika uwe mkimya na silence sana. Ingependeza kuziba ma sehemu zote zenye noise, yani kusiwe na makelele na uingiliano wowote. Jifunze kuita jina lake mara kwa mara. Jifunze kwa sababu anapenda uliite jina lake mara kwa mara. Kwa hiyo ukiwa kwenye hii riadha inahitajika uwe unachoma ubani. Buhuri yake uh, uwe unachoma ubani sandarusi, manemane na jawi ukiwa umezichanganya pamoja ndio zinahitajika uzichome mara kwa mara, zinapendeza sana lakini anapendeza uh, kwenye iko chumba huo umewasha mshumaa au au kandili au ndio ile inaitwa chemuli. Umeona, eh? Kisiwe kinaingiza mwanga kama hapo awali, lakini pia vilevile unahitajika uchole saiko. Chola saiko yako chini, saiko hiyo iwe na uingiliano labda wa waunga wa mahindi au uwe na uingiliano wa sulfate. Bas usiwe tena na makolokolo mengi hiyo cycle itakusaidia wewe kwenye swala lote la nini la ulinzi. Lakini pia ukitaka kwenda chooni, ah, hakikisha usiwe unaenda mara kwa mara chakula, vile unakula vyakula vyenye ngano ili mradi usipate choo cha mara kwa mara. Lakini pia inapendeza mwanafunzi wangu uh, kuna talasimu hii hapa unayoiona unatakiwa uichole katika mkono wako wa kushoto ukiwa unataka kwenda chooni unaikamata hii talasimu. Kwa hiyo utaichola kwa kutumia peni nyekundu au nyeusi, utaichola katika mkono wako wa kushoto. Na ukishaichola ukiwa unataka kutoka kwenye saiko yako, unakunja ngumi, unaenda chooni. Ukishafika chooni, utaiachia utafanya mambo yako, ukimaliza ile ukitoka tu, ukiingia katika hiki chumba, utakunja ngumi mpaka utakapokaa katikati ya saiko yako. Hii talasimu inasaidia kuweka kinga, kwa sababu unajua jini uh, huyu ni rahisi sana, yani ni rahisi kuwasili laki, lakini pia ni mgumu kujitokeza. Kwa hiyo inawezekana akaja kawasilia upepo, alafu ukawa unatokatoka mara kwa mara akakuletea madhara, umeelewa mwanafunzi wangu? Lakini pia uh, siku ya mwisho ila ndani ya hizi siku zote hizi, eh, unahitajika ulitaje jina lake uh, na utasema haya maneno mara laki moja Ahdul ya kuruthumu binti Suleiman ibn Daudi, wa yuthammin, man aradi min mulkul jini. Umeelewa? mara laki moja. Lakini pia utasoma uh, surati alsafati aya ya kwanza mpaka ya kumi mara laki moja kila siku kila siku, huku ukiwa unachoma ubani wako. Kwa hiyo utagawanya Eh, katika vipindi tofauti tofauti mpaka umalize. Sio lazima vyote ufanye kwa mara moja, lakini kwa siku ya mwisho pia utakaa kwa nyakati za usiku, utagawanya ndipo jini wako atawasili. Muda utakaoingia hakikisha uwe usiku ndo utaanza liaza yako, na muda utakaomaliza utakuwa ni usiku ndo mwisho wa liaza yako, na kiumbe wako atawasili katika jumbile ile ambalo yeye analopenda kuwasili, lakini pia utamuomba abadilike katika umbile la mwanadamu na hapo mtaanza mazungumzo yenu. Utaandaa mada yako kabla ya kukaa ya riadha yako. Utamuita kiumbe wako na akishawasili basi utamwambia nini unataka kufanyia yaani, nini unataka? Nini unachokihitaji. Hii shughuli ni kubwa sana lakini ni ndogo kwa mtu mwenye maamuzi. Na gharama yake pete yake, uh, ni milioni tano za Tanzania, ukihitaji lakini huu ndio utaratibu wa kumuita si lazima kuinunua pete yake, lakini unatakiwa ukae hapa riadha hii ili mradi uwite na wewe uweze kufanikiwa katika namna moja au nyingine. Nipende tu kutoa shukrani zangu dhati. Aa, naamini nimekufikishia kitu ambacho ile leo inapenda, nimekupa kitu ambacho hata wewe ulikuwa unatamani uishi siku moja Babu Bidabida aweze kumwelezea huyu kiumbe. Mi napatikana Dar es Salaam, yombobuza kwa mama Kibonge, na pia napatikana katika mitandao yote ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok natumia babu Bidabida au mganga underscore show. Namba zangu mi za simu ni moja tu, ambazo hizo ndio namba za kufanya mawasiliano, namba zangu pamoja na secretary wangu. Kwa hiyo wangu, kwahiyo mwanafunzi wangu, karibu sana, karibu ni kuhudumie, karibu sana, popote ulipo. Namba za ofisi ni jumlisha 255718946668 namba zangu moja kwa moja ni jumlisha 255765458910 hizi ndio namba zangu za moja kwa moja babu Bidabida headquarters. kwa hiyo karibu sana mwanafunzi wangu, na nikutakie mafanikio mema. Kama kuna sehemu hujaelewa basi, unaweza ukanitafuta ili mradi ni kueleweshe, lakini nahisi somo limenyooka kabisa, hakuna kona kona yoyote ile. Nikutakie heri na mafanikio mema. Asante.